Karibu kwenye tahariri ya leo ya Gumzo. Leo mada yetu inaitwa utawala ni adabu. Lugha yetu adhimu ya Kiswahili ni kama bahari, ina utajiri mkubwa wa maneno yanayochora ramani ya mahusiano kati ya mtawala na mtawaliwa. Mahusiano haya yameshikiliwa na mhimili wa vipembe vitatu: staha, heshima na adabu. Kwenye kipembe cha kwanza, tunakutana na neno staha. Huu ni ule uwezo wa nafsi kujitawala na kujivika joho la uadilifu hata pasipo na macho ya watu. Ni hali ya kiongozi kujiheshimu yeye mwenyewe na kusimamia misingi isiyoyumbishwa na upepo wa tamaa. Staha ni kama mizizi ya mbuyu, haionekani kwa nje, lakini ndiyo inayoshikilia mti huu mkubwa kabisa usisambaratishwe na dhuruba. Kiongozi mwenye staha hahitaji kupaa sauti wala kupiga kampeni ili asikilizwe utu wake ni kama nukato ya karafuu, harufu yake hujieleza yenyewe bila kuhitaji matangazo. Kiongozi huyo anajua fika kuwa makaa ya mawe hayahitaji fukuto la nje ili kuwaka, moto wake hutokea ndani. Kwenye kipembe cha pili, Kiswahili kinatupa lulu ya heshima. Hili ni zao ambalo kiongozi huvuna kutoka kwenye nyoyo za watu baada ya yeye mwenyewe kupanda mbegu za staha. Heshima si vazi la kujishonea mwenyewe bali ni taji la dhahabu nalovikwa na watu wale unaowaongoza. Mfikirie mwalimu kijijini kwa mfano, hahitaji askari wa kumlinda wala fimbo ya kumlazimisha mwanafunzi amsalimie. Anaheshimiwa kwa sababu tu amejiheshimu yeye mwenyewe kwanza, akilinda misingi ya malezi na kuwa na dira ya maadili. Anapofanya hayo, heshima inamfuata kama kivuli kinavyomfuata mtu wakati wa jua la mchana. Kumbuka, heshima haidaiwi kama kodi ya bidhaa, inapokelewa kama zawadi ya upendo. Ni tunda lililoiva lenyewe, ambalo huanguka mikononi mwa kiongozi mwenye kustahili. Kipembe cha tatu ni adabu, ambalo ndilo daraja linalounganisha staha ya ndani na heshima ya nje. Hachana na ile maana nyepesi ya nitakutia adabu uliosikia utotoni mwako, adabu si adhabu. la adabu katika uongozi ni sanaa ya mwenendo, ni lugha ya vitendo inayofanya mahusiano ya mtawala na mtawaliwa yawe na ladha ya asali. Bila adabu, staha ya mtawala itabaki kuwa ni siri yake, na heshima kutoka kwa umma itakuwa ndoto ya mchana. Adabu ndiyo mafuta yanayofanya injini ya utawala isipate msuguano. Maji yakikosa mkondo, hutuama na kuwa uvundo; na utawala ukikosa adabu, hugeuka na kuwa kero, kwa hakika hunuka na huwakimbiza watu. Hapa ndipo penye kiini cha matatizo yanayotukabili sasa. Pameingia ufa mkubwa, kwa sababu ya kukosekana kwa staha miongoni mwa tabaka la watawala. Wanapotutawalia mambo yetu, wanakosa ule uthubutu wa kimaadili unaowapa uhalali mbele yetu. Tuchukue kwa mfano, mtawala aliyeshika ofisi ya umma kwa hila na wizi wa kura, ofisi ambayo ikatiba ni mali ya umma. Huyu hawezi kudai heshima kutoka kwa wale aliowaibia. Huwezi kuiba mbuzi wa jirani jioni hii kisha asubuhi yake ukamtarajia jirani huyo akuite kwamba wewe ni mjumbe wa amani. La, anakuita mwizi. Unakuwa umekosa adabu, umevunja utaratibu wa kiroho unaunganisha kiti chako na nyoyo za watu. Hata kama wananchi watakusujudia kwa hofu ya rungu, huo ni unafiki ndani ya mioyo yao. Wanakucheka na kusema, mfalme uko uchi. Utawala wa bila adabu ni kama nyumba ya mchanga iliyopakwa chokaa inaonekana nyeupe kwa mbali, lakini mvua ya kweli ikinyesha inaporomoka papo hapo. Lakini ipo tiba ya adabu na njia ya kurejesha imani. Ili kuuziba ufa huu unaotanuka hivi sasa, ni lazima turejee kwenye misingi minne. Wa kwanza ni msingi wa mawasiliano ya kiungwana, kukirikosa ni kuvaa joho la nguvu. Kiongozi anayesema, ndugu zangu hapa niliteleza, nisaidiane tujenge tuseme pamoja huwa ameteka nyoyo za watu kuliko yule anayetumia vitisho. Maneno matamu humtoa nyoka pangoni, wanavyosema Waswahili, na lugha ya adabu hutoa chuki nyoyoni. Msingi wa pili ni usikivu wa kiadabu. Ni dharau kubwa wa kiongozi kuwa na mdomo mpana wa kutoa amri, lakini akawa na masikio yaliyozibwa kwa pamba. Adabu inamtaka kiongozi kutoa nafasi ya kusikiliza. Unapomsikiliza mwananchi unamrudishia utu wake mwenye masikio makubwa ya kusikiliza ana kichwa chenye hekima ya kuongoza. Msingi wa tatu ni kuvua mabavu ya kisheria. Kuna sheria ambazo ni kama rungu la dhalimu, zimetungwa ili kulinda kiti na sio kulinda haki. Adabu inatukumbusha kuwa uungwana ni vitendo. Kiongozi muungwana hawezi kujificha nyuma ya sheria mbaya kama hizo. Sheria bila huruma ni kama chakula chenye chumvi nyingi iliyopitiliza, hakiliki. Huwezi kusema kwamba jambo hili lipo kisheria, na hili ni sheria na hili ni sheria, lakini wakati huo unajua kwamba sheria hizo zimetungwa kwa ajili tu ya kulinda mamlaka na madaraka yako na sio kuwapa watu haki zao. Ungwana unakutaka uheshimu binadamu hata kama sheria inasema vinginevyo. Msingi wa nne ni uwazi usio na hada. Adabu inakataza hada, kuwa hada wananchi ni wa kuwavua nguo kifikra. Ukweli mchungu ni bora sana kuliko uongo uliopakwa sukari. Watu wako radhi kumsamehe kiongozi mkweli aliyeshindwa, lakini hawawezi kumsahau wala kumsamehe kiongozi mwongo anayeigiza mafanikio huku maisha ya watu yakiwa duni. kuya nusuru mahusiano yanaonekana kuvunjika sasa baina ya watawala na watawaliwa. Watawala wanaolazima wa kuwa wakweli na wawazi na kuachana kabisa na tabia yao ya muda mrefu ya hadaa, kuahidi raia hili na lile kisha usitekeleze, ni kuzitukana akili zao, ni kuwalaghai, ni kuwafanya kwamba hawana maarifa, na huko ni kuwachezea na kuwafanya wasikuheshimu. Mwisho, tukumbushane kwamba uhusiano uliovunjika haushonwi kwa, kwa uzi wa vitisho, wala hautui viraka vya ulaghai. Unarekebishwa kurejea kwenye staha, kujitazama kwenye kioo cha nafsi, kisha kutumia adabu kurekebisha mwenendo, ili hatimaye kuvuna heshima. Mvuta kamba peke yake haishindi dhoruba. Kiongozi wa kweli ni yule anayetembea bega kwa bega na watu wake, wakati wakiivuta kamba hiyo kwa pamoja. Ikiwa unataka kuaminika, onyesha kuwa unajali utu kwa wale unaowaongoza kuliko unavyopenda kiti unachokikalia. Maana kiti ni mti tu, lakini watu ndio uhai wa taifa. <mulia>